Habari za Jumatatu, mtoto wa Mungu, karibu katika kipindi cha wiki hii na Bwana kutoka Prayer Partners. Um, kipindi chetu jina lake limebadilika kutoka tafakuri ya neno la Bwana kwenda wiki hii na Bwana kutoka Prayer Partners. Karibu katika siku ya leo. Siku ya leo tuna somo linalosema jifunze ustahimilivu kufikia malengo. Jifunze ustahimilivu kufikia malengo, nalo limejengwa kutoka katika kitabu cha Waebrania kumi na mbili na lile fungu la tatu. Waebrania kumi na mbili na ile aya ya tatu, nayo inasema, maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkizimia mioyoni mwenu. Tuombe. Baba yetu, katika jina lako Yesu Kristo, asante kwa siku hii ya leo, tena asante kwa Jumatatu na asante kwa kutuleta katika kipindi cha wiki hii. Na Bwana, naomba utufundishe Baba na usikie maombi yetu katika jina lako Yesu Kristo, amen. Wapendwa, napenda kuwapongeza na kutoa heri ya siku kuu ya Idd el-Fitr. Nawapongeza Waislamu wote katika nchi yetu ya Tanzania na hata duniani kote, hongereni sana. Mwenyezi Mungu apate kuwapatia amani, sala zenu ambazo mmezipeleka kwa Mungu katika mwezi mzima zikapate majibu, na Bwana mwenyewe aweze kutembea pamoja nanyi na kuwapa mafanikio. Mmefanya jambo jema na watia moyo, endeleeni kumtukuza Mungu. Um, lakini pia kule Myanmar ninatoa pole nyingi sana kwa ndugu zetu wa Islam ambao kule Myanmar kumetokea na tetemeko kubwa la ardhi la 7.7. Kwa hiyo kiwango cha 7.7 hivi, misikiti zaidi ya hamsini imeweza kubomoka na watu zaidi ya milioni moja na laki saba wamefariki dunia. Kwa hiyo tunatoa pole sana kwa ndugu zetu ambao wamepoteza waumini wa wenzao na raia wa Myanmar, ambao wamepumzika, na hii ilikuwa ni kama ni juzi, siku kama mbili tu hivi, kabla siku ya leo ya Eid al-Fitr. Walitazamia kusherehekea na wao Eid al-Fitr baada ya kuwa wamefanya mfungo wao takriban mwezi mzima, lakini haikumpendeza Mungu basi Mwenyezi Mungu apate kuwa rehemu. Maisha yamejaa changamoto nyingi sana, maisha yetu binadamu yamejaa changamoto nyingi, na wakati mwingine kwa kweli tunakabiliwa na nyakati ngumu katika maisha, tunajihisi tuna, tunajihisi kwamba labda tumeachwa na Mungu wetu, lakini tunahitaji kuwa wastahimilivu. Ndio maana somo la ustahimilivu ni, ustahimilivu ni somo muhimu sana sio kwa viongozi peke yao lakini kwa wananchi, kwa binadamu yoyote hapa duniani. Uh, ustahimilivu ni uwezo wa ku, ku, kuponya majeraha eh, kuendana na hali ilivyo, lakini pia kuendelea mbele hata kama nyakati ni ngumu sana. Maana yake ni kwamba hata wakristo kawaida eh, imani yetu ya Wakristo uh, si tu mfumo wa kuamini uh, system of belief, sio tu hivyo, bali ni namna ya maisha, ni mfumo wa maisha ambao unatuwezesha kukabiliana na shida, kukabiliana na udhalilishaji, kukabiliana na uadui, kukabiliana na nyakati ngumu e, tukiwa imara na tukiwa na matumaini, tukiwa imara na tukiwa na matumaini. Mfano mzuri ni bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe pale ambapo alikabiliwa na mateso makubwa, alikabidhi alikabiliwa na kukataliwa, alikabiliwa na kudhalilishwa, akadhalilishwa. Leo hii mitandao ingekuwapo basi angedhalilishwa sana mitandaoni eh. Akatukanwa, akatemewa mate, akawekwa msalabani, lakini pamoja na kudhalilishwa, pamoja na kutukanwa pamoja na kubagazwa pamoja na kupitia mateso yote yale. Jesus Christ did not give up his mission. Yesu Kristo alibakia kwenye mission yake. He stuck to the mission till the end. Kwa hiyo kwa hiyo Wakristo na wanadamu wote wanaombwa, wanatakiwa wajifunze kuwa na ustahimilivu ili kuweza kufikia malengo yao, sio ya kiimani peke yake, lakini hata malengo ya kibiashara, malengo ya kimaisha, unahitaji kuwa mstahimilivu. Paulo, katika Matendo ya Mitume 14 fungu la 19 hadi 20, alipigwa mawe, alipigwa mawe sana pale ambapo Wayahudi walikuja, Wayahudi ambao walikuwa wanatokea Antiokia wakaja. <coughs> excuse me, wakaja wakaja pale Lastra <coughs> samani <coughs> wakam, wakawashawishi wa wale wakazi wa pale ambapo walikuwa Paulo, alikuwa ametenda matendo makubwa, alikuwa ametenda matendo makubwa pale, wakawashawishi wakampiga mawe Paulo, wakampiga mawe, wakamvuta, wakamtupa nje ya mji wakiamini kwamba amekufa, na waliona kwa dalili zote kwamba alikuwa amekufa. Lakini baada ya hapo, siku iliyofuata, eh, Paulo alionekana akiwa mjini akihubiri injili Wafilisti, sorry, wafitini wako, mahasimu wako, watoto wale wa shetani, wanaweza wakaamua kukudhalilisha, wanaweza wakaamua kukupiga vita majungu, wanaweza wakaamua wakaamua kukufitini wakakufitinisha lakini maandiko yanasema shetani, hiyo ndio kazi yake, hiyo ndio kazi ya shetani. Na kwa hiyo kama ndio kazi ya shetani, basi hata watoto wa shetani, vijukuu na vitukuu vya shetani, hiyo kazi vitaifanya. Kwa hiyo usishangae, mtoto wa Mungu hata kama utapigwa majungu namna gani, hata utapigwa utapigwa utadhalilishwa uta, namna gani, hata utatukanwa utabagazwa namna gani, na hasa kama una shine au unaelekea ku shine, mtoto wa Mungu hilo lazima litokee, kwa sababu shetani ndio kazi yake. Vitukuu vya shetani lazima vitafanya kazi ya babu yao. Kwa hiyo mtoto wa Mungu, you got to move on Songa mbele mtoto wa Mungu, songa mbele kwa imani, songa mbele kwa imani. Uta, uta, uta unapobomoa boma la shetani, unapobomoa boma la shetani, boma la shetani lazima, lazima na yeye akasirike, lazima na yeye atakupiga vita, watoto wake lazima watainuka, watakubomoa na wewe, lazima wakuchukie, lazima wakucharukie. <coughs> Mwanafalsafa mmoja wa Kichina anasema our greatest glory is not in in in never falling but in raising raising up in raising every time we fall, kwamba utukufu wetu hauko katika kutoanguka bali kuinuka kila tunapoanguka. Ndivyo anavyosema, na hii ndio resilience yenyewe, huu ndio ustahimilivu wenyewe, ndio ustahimilivu kusimama kila unapoanguka. Kwa hiyo unapoanguka jikung'ute, unapotupiwa madongo jikung'ute, yale madongo yaanguke, endelea mbele. Unapoanguka mtoto wa Mungu, simama, jikung'ute mavumbi, endelea mbele. Unapobomoa ufalme wa Ibilisi, lazima watoto wake wakucharukie, lazima watakudhalilisha Lazima watataka kufanya wewe usionekane kwamba ni lolote, sio mtu wa maana, lakini songa mbele. Walifanya hivyo kwa Bwana Yesu Kristo, lazima watafanya kwako. Lakini kama utakuwa ni urafiki kati ya shetani pamoja na wewe, basi lazima ujue kwamba hauna Yesu Kristo. Mungu akubariki sana, ninakuombea sana, mtoto wa Mungu, ukumbuke kwamba tunahitaji tuna kuwa wastahimilivu, tunahitaji resilience ili kuweza kufikia malengo, sio malengo ya kiimani peke yake, lakini hata malengo ya kazi, malengo ya maisha hapa duniani. Mungu akubariki sana na kukaribisha katika ombi. Baba yetu, asante kwa kwa neno zuri ambalo umetwetea katika siku ya leo. Tusaidie Baba na, na kuomba utupe uwezo wa kuwa wastahimilivu. Wewe ulisema duniani, ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo kwa sababu hulifahamu, kwa sababu wewe mwenyewe ulishambuliwa sana na Ibilisi pale ulipokuja kubomoa ufalme wake hapa duniani. Nasi pia Baba tutadhalilishwa tunapokwenda kubomoa ufalme wa Ibilisi, vitukuu vyake, watoto wake watakasirika na kutushambulia. Watoto wako wanaposhambuliwa Baba, ukawape resilience, ukawape ustahimilivu, ili waweze kustick to the mission hadi mwisho. Asante Baba, wabariki watoto wako katika wiki yote hii, tembea pamoja nao na ukawapatie mafanikio. Na Baba, tunakuamini kwa sababu wewe ni mwaminifu. Katika jina lako Yesu Kristo tunaomba, amen. Bwana akubariki.